walikuwa wana dharura na haja ya kutef mahala pa kutawadha kwa sababu msikiti ulikuwa umejengwa lakini sehemu ya kutawadha ilikuwa ni ndogo sana na inawatatiza watu kutokuwa udhu. Baada ya kupata mombi kama hayo kupitia kwa ndugu zetu hawa wa hapa Bezi Polisi Mtwapa, basi Halali ikachukua jukumu lake kuja kurekebisha na kufanya ufadhili wa sehemu mzuri kama hii ambao watatawadha bila ya tabu yoyote bila ya mushkili yoyote. Hii ni moja katika kazi zetu ambazo tunazozifanya kupitia kwa shirika letu, mambo ya kurekebisha msikiti, mambo ya kuchimba visima, mambo ya kusaidia mayatima, mambo ya kusaidia wajani na mengineo. Kwa hivyo ushirikiano tunaoomba kwa kupitia wafadhili wote kupitia kwa Halaal Charitable Trust na na, hakika ya kuwa sadaka zenu mukiziweka hapa zitafika mahala ambapo pastahili na zitatumika katika sehemu ambazo zafaa. Twamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nia zetu, atutakabalia amali zetu na atupe nyoyo za kuendeza mambo ya kidini kwa njia tofauti atafaut, tofauti, insha Allahu Ta'ala. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kwanza sisi tunatoa shukurani zetu za dhati kwa Mwenyezi Mungu na pili, kwa Halal Foundation Trust kwa kuja kuturekebishia msikiti wetu maana kulikuwa hakuna mahali pa kutawadhia. Alhamdulillah, saizi hata ukiangalia hapa, hata wageni wakija, wanaweza wataona msikiti ni msikiti uli maji ya konje, ukiingia watawadha. Basi alhamdulillah, Mungu azidi kumjalia Halali Foundation wazidi kusaidia na wafadhili wengine pia, kama watakuja, bado msikiti tunahitaji kupanua, bado ni mdogo. Basi alhamdulillah kwa haya machache, naomba Mwenyezi Mungu kila laheri inshallah, amen, amen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mimi kwa uh, majina anaitwa Mr. Hassan Kochale Hassan Kochale, ndio Sub-County Police Commander Kilifi South. Mimi alhamdulillah niko na shukurani kubwa sana kwa wenzetu kuja kutusaidia tumalizia hii mijengo ya msikiti, imetutengenezea mahali ya kutawadha hapa nje. Na alhamdulillah bado tunahitaji kwao tu, kwa maana msikiti hii ni mchanga, na tunataka kuona wakati moja tukifanya Ijumaa hapa kwa hii msikiti. Inshallah alhamdulillah, narudishia Mungu shukrani, kwa sababu hata kwa bila uwezo wake hatungepata hii kwao, na Mungu pia awajazie Jazakallahu khairi. Mungu awazidi kuwajazia mupate kufikia wengi sababu kuna station zingine za polisi hasina msikiti, lakini alhamdulillah, mimi kabla sijakuja hapa, huwa mwenyezi Mungu nabanga transfer nipeleke mahali iko ni msikiti na nashukuru sana. So waislamu wenzangu, zidi kutushika mkono sisi, najua kwetu tunaweza pata waislamu watatu wawili lakini tukipata, tukipata nafasi ya kuswali hapa hata wale wengine wa Kristo wataona, hapana, hapa kuna kitu, kwa sababu akiona kila siku sisi tuko msikitini mwingine atafurahia hiyo. So, alhamdulillah, karibuni na mzidi kutusaidia na kusaidia wengine pia so, wakati mwingine naomba tu tukuje tuswali pamoja hapa, msituachie tu hapa tukiwa wawili <laughs> ama watatu inshallah <laughs> <laughs> <Yeah>. Asanteni sana. <laughs>